Ashaka Kapingo. Rais wa yake wote Tanzania semaji la kafu la kujitegemea, jeshi la mtu mmoja, bwana Mwamba huyo hapa. Tumekuja kuwakilisha chama la wana. Chama la wa kafu. E, semaji la kafu la kujitegemea. Lazima uweke semaji la kafu la kujitegemea rais wa yake wote Tanzania. Hakuna mtu mwingine, ukimwona mwe yote rais wao mimi. Hakuna mtu mwingine. Tumekuja kuwakilisha chama la wana. Tumekuja kunyamazisha wapiga kelele mjini. Maana wafu ashafufuka sasa hivi wanakwambia, na tutakazisi kwenye timu lao kule, wameona mambo ma... hali hali ngumu. Haimruhusu -ha -ha hata pu... nani kuku kumeza punje Mwisho wa siku sasa, yule msemaji wao anadanganya, anakwambia kuwanyamazisha wale mashabiki wa upande wa pili nyuma. Mwiko akamwambia tuitishe tuit pambano. Aliitisha mapambano haya mawili moja moja, kalikimbia. Ali ehe, ali vipi sasa? Ehe, alisema kwamba anataka masumbwi na alisema anataka netball na ni football. Sasa alivyo watu akamwambia wewe, unakokwenda kwenye kwenye kwenye masumbwi utakufa kwa sababu kwenye logo ya Yanga kwenye wako vizuri, kwa sababu kwenye sekta ya michezo tumegawanyika sehemu tatu, hey. Ukiangalia sehemu ya kwanza unamwona huyu mwanadada hapa, unamwona na cheza hii inaitwa inaitwa netball, unamwona huyu mm -hmm. Michezo hiyo halafu, unamwona ho kakunja kinjunga hapa huyu anacheza football alafu namwona huyu wakati hyu katenga, katenga ngumi mandonga mtu gazi. Sasa akamwambia Ma, ame, ame, akamwambia unaenda kufa huko Yanga kwenye ngumi wako vizuri, ndio ame, ame kukimbia kwenye masumbu, katuleta kwenye mpira. Sasa kwenye mpira anakwenda kukutana na mashabiki wenye mawazo. Unajua, katika mashabiki wanaoweka shida chini wanarusha mikono juu ni Yanga, lakini wale watoto wana mawazo, wanapiga mahesabu ya kumtoa mangungu, lakini hawawezi kumtoa mangungu. Kina nani hapo? Watoto wa modi wanatamani mangungu aondoke kunitoa mimi nimechaguliwa na na na na na, na, na wajumbe, kwanza timu yenyewe na mashabiki wana wanachama, ili uweze kumtoa mwenyekiti wa klabu ndio kwa muone wanachama. Sasa, so wewe huoni kwenye kikao juzi kule walipokuwa na nyamazisha, wanataka kumuliza maswali pale, kuna mmoja aliinuka kwenye kiti pale kwenye kale ka press kao kale, kuna mmoja alinyuka pale kwa ka press. Sasa wewe, mkutano gani unafanyika ndani ya dakika 45 umeisha? Hiyo si press hiyo? Uwe mkutano unatakiwa umalizike kwa dakika ngapi? Saa nane. Yaani ukianza saa mbili mpaka saa kumi na mbili. Sasa unaambia kuna shabiki mmoja alimenyanyuka akakaa na moja Mangungu pale. Oh, mwenye kiti tunaomba utuambie timu yetu msimu huu tunaitoa wapi naelekea wapi kuchukua bingwa mbele ya Yanga. Mangungu akamwangalia yule shabiki akamwambia kwanza umezaje? Umevaa jezi fake kaa chini hapo. Akakaa chini pale. Kuna mwingine akaanza kunongona nongona anataka kunyanyuka akamwambia wata wananizingua hapo. Akamwambia wewe fumbeni wewe fumbeni macho tuiombee timu yetu inacheza mali. Ile kufumba macho kufumbua anakuja kuangalia kwenye kiti cha Mangungu, Mangungu ayumo. Kwa hiyo unaona jinsi gani kwamba ile timu mpaka sasa hivi wale watu wana mawazo sasa wanapiga mawazo gani? Wana mawazo wanamtoaje Mangungu? Sasa Mangungu unaenda kumtoa wewe shabiki wewe na jezi lenyewe umevaa feki. Alafu unakwenda kumtoa mwenyekiti wa klabu ana protocol kama zote. Kwa hiyo tunakwenda kukutana na mashabiki ambao wana mawazo. Nitawagaragaza ndani humo. Na kuna milioni ishirini. Milioni ishirini lazima zije kwa Yanga hizo. Lazima tuzibebe hizo. Wanakwenda kutokea wapi? Ukitaka kujua wana mawazo mpaka sasa hivi, angalia jezi zao zinauzwa elfu kumi na mbili mpaka sasa hivi. Zinatangazwa kwenye visipi. Ofa. Ofa wapi? Washapagawa washa, naona ligi ya mabingwa haendi kokote kuja, kocha kocha mkataba kipengele kifungo Muulize kagawa nyumbani, kagawa ugenini, kule shirika la ugavi lile. Angalia sasa hivi, mpaka sasa hivi kichwa cha mwenda wazimu kimebeba timu zote kwenye kundi lake. Angalia alikuwa na nafasi ya kwanza na point 4, alikuwa na nafasi ya pili na point 4, alikuwa na nafasi ya tatu na point 1. Toto la mudu kienda dede tupu, yaani kiligonga lile lile gum gum gum gum. Alina alina maajabu yoyote? Alafu kocha alikubali na kukwambia tutawafikisha robo fainali. Sasa unaposema unakwenda kuwavusha robo fainali, unamtegemea mpanzo. Mpanzo mwenyewe, mpanzo ana shida gani? Ya zandani nikwambie mpanzo Mpanzu unavyomwona mwili upo kwa watoto wa mudi, akili ya zipo Yanga, na ndio maana unamkutaga yeye na golikipa yeye na nyavu. Utakuta kaokoa nazi, kapopoa mapapai, kapopoa mipira. Tunaonaga watu wanaokotiaga Kimara, utakuta mpira Kimara, unaona. Kwa hiyo sasa ile timu, mpaka sasa hivi kuna watu wapo mle akina Mpanzu hao. Ninyi mnamtaka Mpanzu, lakini tuna mtaka sisi na tunataka anataka yeye, kwa sababu wewe mpaka mwili unaona unaliona ili mwili langu ile ili ni sponge. Kinachofanya ukontrolio mwili ni, ni akili sasa. Mpanzo akitoka yeye na kipa yeye na goli pale, mwisho wa siku panga anawaza da, sasa hivi ningekuwa anacheza na Mohamed Salah, Yanga, kwa. Unamjua Mohamed Salah ndio, yo, nani, yule anaingiaga anacheza mapiano kwanza kabla mpira Mohamed Mohamed Hussein huyo Mohamed Salah huyo, na yeah. Ana nenepa kana mwili yule kijana yule, na ndo maana mpanzo kule unaambia na kwa ganazi. Kwa sababu anapiga mahesabu ndio, ningekuwa anacheza na Mohamed Salah kule, kwa hiyo dirisha ile dogo ile nani, yule nani magoli wana anakwambia wao, hakuna timu yoyote Tanzania inaweza kumchukua mchezaji nini, mm -hmm. mchezaji ya Toto Modi. Sisi tukiamua mpanzu Yanga nzoa Yanga kibdens Yanga wote, na kile kinamba kumi chao walichokipigia pigia kelele kile nani, na kipeleka Yanga kwa nani kare kanaitwa nani? kuna -kana, kachezaji kanak -kana, fulani kana namba kumi kamekuja kucheza juzi juzi, kama kichwa akasema bonge la la striker kama Jaber. Ndio hiyo iko ndio yako, wako si tukiamua tunakula naye kichwa. Kwa hiyo sasa ukipiga mahesabu ya, ya haraka haraka, hmm. Hawa mashabiki ambao wameshakata ringi kwenye ligi ya mabingwa kwenye ligi kuu, kwa hiyo unakwenda kukutana naye kwa nini amekata ringi? Lakini amekata ringi kwa sababu wewe mpaka sasa hivi kule kwenye nani kule kwenye liga mabingwa kule zinapigwa kalkuleta sasa hivi, na yule kota kitoa nje ndego na mpaka kalkuleta, kalkuleta zimepanda bei sasa hivi, maana sasa hivi hesabu anazopiga sasa hivi, oh kifungo yule yule akitoa sare yule, na mimi mwenyewe nikishinda, eh, labda naweza nikaingia robo fa yule mwaka kundi mpaka sasa hivi Aende wapi? Yule kocha mwenyewe ukiangalia kwenye kombe la Shirikisho. Ukimwangalia sasa kwenye kombe la Shirikisho, yuko nafasi ya pili. Ukienda kwenye ligi ya Coastal Butch, kwenye kule South Africa kule. Yuko na mabonde kuinama, yuko nafasi ya tatu kutoka chini, yani kutoka kule chini kule yuko nafasi ya tatu. Sasa sikicho timu ndio lazima. Kwanza ulikutana naye kwenye kwenye kombe la Shirikisho, ulimfunga. Bado unamchukua yeye yeye. Ndio maana nimesema biashara ya watoto amuri kwenye ligi ya mabingu. Ndio imeishia pale mtoto amuri aende wapi? Yule kota yule. Hatuli naye pasaka. Huyu mzaa mapiko nilitabiri hapa, nikamwambia huyu mzaa mapiko, mzaa maina, hatulinaye piko gani? Pira tatu, pira tatu, pira gimbi, pira kombolela, ulikuwa ulioni, sio amemlakishwa vipi? Vipi wamemlakishwa? Kasepa, kapanda kimbinyiko, kaenda kwao. Sasa huyu naye hatulinaye pasaka. Kwanza, mbaya zaidi, kakubali mkataba wenye kipengele kifungonywii mbili nakuta naye Zanzibar kule mapinduzi naenda naenda kumwamba kule, kule. Nikitoka kule, na binjuka naye mwezi wa tatu ni naye mimi kwa mkapa na binjuka naye wapi sasa? Nikitoka Zanzibar kule baada ya mapinduzi, kapa kuisha tarehe kumi na tatu mwezi wa kwanza baada ya mapinduzi kapa kuisha mwezi wa tatu tena namkaribisha tena, kiumeni na kwenda kumkuta tena. mimi nakwambia ile pombe kwangu mtoto mudi ninavyokutana naye ka pombe ya ngomani ndugu shirika la ugavi lile sasa wewe kama limegawa nyumbani limegawa ugenini kwanza mfunga madisho alivyokutana na mtu na ashura kala kala za mkola mbili za za mkola mbili kanabaki kanajilambalamba kwa Mkapa pale. Sasa ile timu mpaka sasa ile uwanja kwanza washau uchafu ile uwanja kajiloga mpaka kajiloga mwenyewe. Sasa wewe unaniloga mimi mwisho siku kaenda kuchezea mwenyewe, unaambia mchimba shimo kajifukia mwenyewe. Mtoto Mudi, jamani, mimi namhitaji hata leo mimi, ila kwa sababu ile timu namhitaji kukutana naye. Mtoto Mudi, mara mkikutana kazi unao, na inaanza leo hiyo. Nataka nimpige back to back mara kumi. Nishamwamba mara sita bado, mara nne na uwezo wao ninao. Sasa mara saba inaji, mara kumi inafikaje? Naanza kumdundia Zanzibar kule, hiyo mara saba hiyo. Nakuja kumwambia ligi kuu Tanzania bara mwezi wa tatu, hiyo mara nane hiyo. Bado sijakutana naye mzunguko wa pili na kwenye kombe la fi kombe la shirikisho bado sijakutana naye, ndio maana nimekwambia. Kocha ule kwanza, ushauri nao mpa kupitia upi? Eh, yeah, hey, ushauri wangu, unajua mimi rais wote wa Tanzania huja na kutoa ushauri. Akitakapo teremka from tu Tanzania kwenye nchi ya mama Samia, asije na mabegi mengi, aje na nguo alizovaa. Ikiwezekana achukue hata nguo mbili tatu, aweke kwenye mfuko wa Magufuli, biashara imeisha. Lakini akibeba mabegi mengi, kuna nguo zingine hatovaa hapa, zitabaki kwenye mabegi huko huko. Aje na nguo chache, vinginevyo anakuja kupigia pilau inome, pilau ya Yanga ile. Ana maajabu yule. Watoto wangu hawana maajabu yoyote, ngoja tu wanyoe mishabiki yao kwanza, yenye miwazo unakwenda. <laughs> Hey, kwa sababu unakwenda kutana na watu ambao wana mawazo mpaka sasa hivi wana ma, wana masikio kambaiai. Ngoja tukowape milioni 20, unakuja Yanga zinaenda kwa watoto wa mudi. Yani mkubwa achukue hela, mtoto achukue hela? Haiwezekani, yaani tuishi nchi kaka mbale baba ndio, mtoto ndio? Haiwezekani, acha nikamkalabati nimnyoye kwanza.